Ya wakati huu tena, mpenzi mtazamaji wetu wa kipindi chetu kizuri, kipindi cha jukwaa la kuinukia, imekuwa ni ibada, imekuwa ni Jumapili nzuri, ibada yenye baraka sana. Leo tulikuwa tunasomo, sema, tuna somo linalosema tunarejeshiwa kila kilichopotea. Yaani, kusema kweli, leo tumerejeshewa kila vilivyopotea, na mtumishi wa Mungu akawa amezungumza kwamba kwenye familia zetu ni mambo mengi sana ambayo tumeyapoteza Wakati mwingine tumepoteza upendo kwenye familia, wakati mwingine tumepoteza amani kwenye familia. Pia inawezekana tumepoteza mambo mengi kwenye biashara zetu, wakati mwingine wateja wetu wamepotea. Lakini leo ilikuwa ni siku ya kurejeshewa kila kilichopotea. Hapa mbele yangu ninaye dada na yeye atatuambia amejisikiaje kuhusu ibada ya leo amejisikiaje, na pia amejifunza nini, na pia ameelewa nini kupitia ibada ya leo, ibada ya kurejeshewa kila kilichopotea. Shalom dada. Kwa majina naitwa Simple Dondani Mwazembe. Ibada ya leo imekuwa ni nzuri sana sana kwangu, nimefurahia ibada ya leo. Nashukuru na tulikuwa tuna ibada nzuri ya kurejeshewa kila kilicho Asante sana, naam, nikushukuru sana. Karibu tena kwenye kipindi chetu hiki cha jukwaa la kuinukia ibada yetu. Um, asante sana, ilikuwa ni ibada nzuri na ibada yenye baraka sana sana sana. Hakika tumerejeshewa vile vitu ambavyo tulivipoteza. Naam, mbele yangu pia ninaye kaka. Kaka, habari yako? Salama. Shalom. Shalom. shalom. Uh, na kaka pia atatuambia kuhusiana na ibada ya leo, ibada hii ya kurejeshewa kila kilichopotea. Nafikiri tulikuwa pamoja kwa usawa kabisa kwenye ibada hii na yeye akiwa ni miongoni mwa wale waliokuwepo katika ibada hii atatuambia kwanza amejisikiaje, na pia atatuambia amejisikiaje na ameelewa nini na nini kimembariki kupitia ibada hii ya leo, ibada ya kurejeshewa kila kilichopotea. Asante. Kwanza nashukuru kwa ibada ya leo, maana imelenga katika vitu vingi. Moja, tulikuwa na mawazo na vitu vingi vinatuchanganya kichwani kupitia ibada ya leo imetupa nguvu na moyo waweza kuweza kusimama tena. Tunashukuru mchungaji kwa kuweza kuliona ni kama ibada ilikuwa inatugusa, na ndio maana tumeweza kuja baada ya kuona matangazo. Tunashukuru kupitia hilo na tunaamini utabarikiwa kupitia ibada ya leo. Tutakuja hadi kutoa ushuhuda kupitia ibada ya leo. Sawa sawa, na uambie watazamaji majina yako. Jina langu naitwa Amasha Bogoma Mahenge. Hamasha. Hamasha. Okay, anaitwa Hamasha. Kwa uh, ibada hii wewe unaweza ukamwambia mtazamaji nini, kwamba wewe kitu gani ambacho kimekugusa sana? Yaani, ambalo jambo unasema kweli hapa mimi mchungaji amenigusa kupitia hii hii ibada ya kurejeshewa kila kilichopotea. Kiusema kweli ibada imegusa vitu vingi, tukianza kuorodhesha hatuwezi kumaliza, kwa sababu ibada ilikuwa inagusa maisha yetu ambayo ni halisia. Kila mtu hapa ana vitu vingi hapa, kuna watu tunawadai, bado ndo hivyo tena. Tukiamua kuzungumzia tutazungumzia kwa urefu zaidi, ndo hivyo. Na unaamini vipi kuhusu kurejeshewa kila kilichopotea? Naamini kwa sababu mimi hapa ni mwenyeji, vitu vingi nimeweza kurejeshewa, na mara nyingi nimekuwa mtoaji shuhuda mzuri kupitia hili. Tunaamini vitarejeshewa, Mungu atatusaidia kama nilivyosema awali, tutakuja kutoa shuhuda kupitia ibada ya leo. Naam, nikushukuru sana Hamasha kwa kuwa nami kwenye kipindi chetu Hebu ongea na wale watazamaji ambao wanakuwa kutazama wakati huu, unawaambia nini kuhusu ibada nyingine zijazo? Mi nita kusema sina sana ila, nawakaribisha katika ibada, wasijali kusikiliza maneno ya watu. Maana unakumbuka hata kipindi fulani, sikumbuki ni kifungu gani ila jamaa alibeba godoro, Yesu akamwambia beba godoro na uondoke yule jamaa akabeba godoro, akamwambia, je, unamwamini huyu aliyekuponya? Akasema, mimi sijali kwamba nani ameniponya, ila ninachoangalia nimeweza kusimama na kuinuka na kujitwisha godoro langu, nimeweza kuondoka. Kwa hiyo tukijali maneno sana watu, hatuwezi kufika. Wewe angalia Mungu amekusaidia kwa upande gani, mpaka sasa hivi umefikia hatua gani? Naam, asante sana amasha, nikutakie siku njema. Nashukuru, asante sana. naendelea na kipindi chetu kizuri cha jukwaa la kuinukia ibada yetu hapa hapa Mbeya City Church, na mbele yangu ninaye dada hapa, ni mama pia, atatusalimia atatuambia majina yake, na pia atatuambia amejisikiaje kuwepo katika ibada hii, na atatuambia ameguswa na nini kupitia hii ibada ya leo, ibada ya kurejeshewa kila kilichopotea. Lakini kwanza kabisa, nianze kutambua majina yako. Mambo poa, unaitwa nani? Jackrin Joshua Masata. Nani? Jackrin Joshua Masata. Jackrin Joshua, karibu sana. Asante utuambie kwanza, umejisikiaje kuwepo katika ibada hii? Nimejisikia vizuri sana Umejisikia vizuri sana na umejifunza nini kupitia ibada hii ya kurejeshewa kila kilichopotea? Nimejifunza, nimejifunza kuwa nitarejeshewa nilichopoteza kulingana na matamshi ya mtumishi wa Mungu na nimeamini kweli nitarejeshewa nilichopoteza. Amina, imani yake ni kwamba ata rejeshewa kila alichokipoteza. Ni kushukuru sana dada kuwa pamoja na Ami Jacqueline. Asante. Asante sana, asante. Endelea na kipindi chetu kizuri, kipindi cha jukwaa la kuinukia ibada yetu na pia mbele yangu hapa ni naye baba naye alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao wamehudhuria katika ibada yetu hii, ibada nzuri, ibada ya kurejeshewa kila kilichopotea. Kwanza kabisa atatuambia majina yake na pia atatuambia amejisikiaje kuwepo katika ibada ya leo, na pia atatuambia amepokea nini kupitia ibada hii ya kurejeshewa kila kilichopotea. Kwanza kabisa ni kukaribishe baba. Karibu, asante. Shikamo baba. Ah, naomba utuambie majina yako. Majina yangu naitwa Eriva Silima Makura, nimetokea Uyole. Ee, nimepata nafasi leo kuja kuabudu hapa kwa sababu nilikuja siku moja nikajifunza kwamba hii ni nyumba ya matamko. Kwa hiyo nilipenda pia leo kuja kutamkiwa, na nimekuja nikakutana na ibada ya urejesho ambayo ilikuwa inahusu vitu vilivyopotea. Kwa hiyo nimefurahia na mimi nimetoa mahitaji yangu ambayo baba wa kiroho ametutamkia, ninaimani kwamba vinaenda kurejeshwa kwa sababu Mungu ni mwaminifu. E, yuko chini ya hiyo neema, basi kila nacho kitamka kinakwenda kutendeka, lakini pia naamini Mungu wake ni Mungu anayetenda naam, hmm. Nikushukuru na, ni sana. Huyo ni baba ambaye anasema kwamba kutokana na ukuu wa Mungu wa madhabahu hii ya Mbeya City Church, anaamini kila kitu kitakwenda sawa na matamko ya Pastor Richard, sawa sawa, sawasawa na alivyotamka baba. Nikushukuru sana kuwa pamoja na mimi kwenye hiki kipindi, nasema ni kushukuru sana kuwa pamoja nami kwenye kipindi chetu cha jukwaa la kuinukia. Asante sana. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya huduma hii njema ambayo imepatikana hapa Mbeya, na kila ninapopata nafasi huwa nakumbuka kuja mbele ya jumba la matamko. Usiache kuja baba unapopata nafasi. Karibu tena na tena na tena. Asante sana, asante sana. Ni washukuru sana wapenzi watazamaji wetu kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati hii ya kipindi chetu cha jukwaa la kuinukia ibada yetu, na mtangazaji wako ni mimi Upendo Fidelis. Karibu tena wakati mwingine. Asante.